tarehe mbili mei mama kanisa anamkumbuka mtakatifu atanasi wa aleksandria askofu na mwalimu wa kanisa mtakatifu atanasi alizaliwa aleksandria misri mwaka 295 askofu wa mji huo alimleta kwake akampa daraja la ushemasi halafu alimpeleka kwenye mtaguso wa nisea uturuki mwaka 325 kwenda kuupinga uzushi wa arios Askofu wa Aleksandria alipokufa, watu walimchagua Atanasi ili ashike wadhifa huo badala yake. Lakini wafuasi wa Arios waliendelea kumsumbua maisha yake yote. Waliwahonga watu wa mshitaki Atanasi bure kwa Kaisari Konstantino. Walimsingizia kuwa alikuwa amemuua mtu jina lake Arsenio na kwamba alikuwa ameukata mkono wa huyo mtu. Hata waliuonyesha barazani mkono mkavu wa Arsenio: mkono huu ni mkono wa Arsenio lakini wachongezi hao waliaibika sana. Arsenio aliletwa saa ile ile ya hukumu akaionyesha mikono yake yote miwili kwa waamuzi. Wafuasi wa Arios walizua mashaka mengine ili wamwangamize Atanasi. Kaisari.